Kitu nataka nikuambie hasa wewe ambaye umeolewa, unajua kile ulichokiona siku ya kwanza kwa huyo mwanaume inawezekana leo ukioni, kwa sababu umeanza kumfahamu, umeyajua madhaifu yake, umemjua kwa undani sana. Sasa unapojaribu kumlinganisha na wanaume wengine wa nje unamuona sio kitu, unamuona ni bwege, unamuona ni mjinga, unamuona ni bwege, unamuona ni mjinga, unamuona hajui lolote. Lakini mi nataka nikwambie tu kitu kimoja kwamba huyu unayemdhalau leo la muona, na hivi unavyomuona na kumdharau huyo, unayemtamani nje bado haujamjua vizuri. Ipo siku na yeye pia ukimfahamu na ukayajua madhaifu yake, hakika kuna uwezekano na yeye ukahesabika umeachwa na mwanaume wa pili. Sasa dada, nikwambie hakuna mwanaume aliyekamilika duniani. Huyu uliye naye leo kitandani, haya madhaifu unayomuona, kuna mwanamke mwingine wa nje anamtamani, na mwanamke wa nje kuna mwanaume wa nje anamtamani, mwanaume wa nje anamtamani kabisa ampate huyu uliye naye wewe leo, anamtamani kabisa ampate huyu uliye naye leo. Sasa basi eh, nikwambie kitu kimoja, huyu leo namdhalau kwa sababu unayaona haya unayaona kwake. Kama unataka kujua huyo unayempenda aliye nje yukoje, Achana na huyu uliye naye, nenda kwa huyo mpya. Nakupa miaka mitatu, nakupa miaka minne, nakupa miaka mitano. Ipo siku utakuja kuyatafuta haya maneno yangu na kuyakumbuka, kwamba hakuna mwanaume aliyekamilika. Hakuna mwanaume ambaye ana uwezo wa kuishi na mwanamke mmoja, huyo anaitwa marehemu na kamtafute kaburini. Huyu uliye naye yavumilie hayo aliyonayo, ndivyo wanaume, jinsi tulivyoumbwa. Na kama uamini, kamuulize bibi yako, kwa nini kazeeka na babu yako? Kavumilia mangapi? Aliyashuhudia mangapi? Aliyaona mangapi? Shauri yako, Shauri yako. Watakuhesabia wa kwanza, watakuhesabia wa pili, watakuhesabia wa tatu, watakuhesabia wa nne, wote hao. Tena kuna wengine watakuzalisha tu. Mwanaume ana nidhamu kabla hajakuoa, kisha kuoa ni kama mbwa. Endelea.